Kwa majina naitwa Mohamed Thabit Mgawe, natokia chuo kikuu cha Iringa, nasoma mchepuo wa BAME yani applied marketing with entrepreneurship. ni shahada ya masoko na ujasiriamali. Hivyo basi sisi kama wanafunzi tulikusanyika watu kumi na mbili, tukaandaa au tukaunda tuka kikundi chetu kinachoitwa Lavish Star Enterprise, na shughuli yetu kubwa tunaongeza thamani kwenye zao la korosho tukitengeneza cashewnut bata na cashewnut cookies. Huwezi kuwa bora is, yani inabidi utafute watu ambao wanafahamu vizuri hiyo field unayofanya. Tukamua tutafute tu, watu wanaofahamu na mojawapo ni shirika la SIDO walitopokea vizuri na wakatuunganisha kwenye programu ya kiatamizi, ambapo kupitia programu hiyo tulipata mafunzo, tulipewa eneo la kufanyia uzalishaji na vifaa vya kuanzia pia walitupa huduma za, za, za namna gani ya kufungashia. Inamaana tulielekezwa namna bora ya vifungashio packaging, na zile labeling ya, ya, ya sticker ambazo zinakaa kwenye product zetu e, na pia na huduma za kusajili kampuni yetu Brela. Lakini wakati tunafika mwanzoni kwenye programu ya kiwatamizi tulikuwa na, tuna tunaadili na korosho kama korosho, ni zile korosho plain, ila kulingana na mafunzo ambayo tumeyapata na research ambayo programu ya kiatamizi ilitupa tuliweza kufanya research na studies mbalimbali mbali. Tukaweza ku develop hizi product mbili hizo ambazo ni siagi ya korosho na cookies au biskuti za korosho. Tunafikiria pia kuongeza product nyingine kutokana na korosho, hivyo tunashukuru sana SIDO mpaka hapa tulipofikia na hii programu ya kiatamizi imetusaidia sana na inaendelea kutusaidia sisi kama vijana. Asanteni sana si